Yes, mambo vipi mwana sawa sawa digizo. Niko hapa na story ya Simba Sports Club, moja kati ya timu ambazo pia zinafanya poa katika swala zima la ligi kuu, au tunaweza kusema pia eh, katika kombe la shirikisho barani Afrika ambapo kwa mchezo uliopita ambao ulichezwa siku ya Pasaka nikimaanisha Jumapili iliyopita aliweza kuishinda eh, goli moja kwa bila dhidi ya eh, Stellenbosch ya kutokea kule eh, nchini Afrika ya Kusini. Sasa tunajua kabisa kwamba eh, wiki hii pia atakuwa ana, ana, ana mchezo wa marudiano eh, kutokea kule nchini ya Afrika ya Kusini kwa sababu ina kinachotakiwa alichokibakiza yeye ni kushinda tu au asiposhinda hata akidraw kule pia ataweza kwenda moja kwa moja finali, lakini pia akiweza kufungwa bao mbili bila atakuwa ameshatolewa na yeye kwenye hatua ya e, nusu finali. Sasa niko hapa na taarifa ambayo e, e, rais lakini pia mwenyekiti wa bodi kuu ya wakurugenzi kutokea Simba nikimaanisha e, Mo Dewij ameweza kutoa taarifa kwa kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa yale ambayo ameweza e, kuyafanya Mheshimiwa Daktari Sumia, e, Samia Suluhu Hassan e, nasoma sasa habari hii au tunasema taarifa hii ambayo imetolewa na rais wa Simba, nikimaanisha eh, Mohamed Dewij alianza kwa kusema kwamba Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, eh, kwa niaba ya klabu ya Simba Sports Club, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nikimaanisha Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuiwezesha klabu yetu kushiriki mashindano ya kimataifa. Tumepokea kwa moyo wa shukrani nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya Sterboch, lakini pia utakaofanyika kule nchini Afrika ya Kusini. Sasa klabu ya Simba inatambua na kuthamini, ya, inatam, na kuthamini